Kitengo maalum kinachotoa huduma bora za matibabu zenye ukarimu na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo naweza kuona kwamba huduma ambazo zinaendelea kwenye kwetu, lakini tumeongeza huduma nyingine ambayo itakuwa inatoa huduma maalum kabisa zenye ubora na kwa haraka zaidi. Na jengo letu kama ambavyo mgeni rasmi mkuu ameliona, huduma zetu zimegawanyika katika maeneo ya fuatayo hasa tukana na, eneo la kwanza ni mapokezi pamoja na malipo ni eneo ambalo mgonjwa atapokelewa atafanya usajili na taarifa zingine zitaweza kuchukuliwa pale, lakini sehemu hiyo mapokezi, pia kutakuwa na huduma ambazo zitakuwa zinatolewa pale wakati, uh, mgonjwa wetu au mteja wetu anasubilia kwenda kumwona daktari. Kwa mfano, kabla ya kwenda kumwona daktari akiwa amekaa pale atakuwa anaweza kupaka chai, maji, lakini pia kutakuwa na huduma au kutakuwa na TV ambazo atakuwa anaweza kuangalia kama mlivyotoa ufafanuzi, kana kwamba kuna huduma nyingi ambazo zinatolewa kwenye fast track. Mmetoa ufafanuzi wa wa mgawanyo wa sehemu za kutolea huduma, kwa mfano mapokezi, sehemu ya malipo na huduma nyinginezo. Kwa mfano kama ulivyosema, ukifika pale mapokezi, unapata chai, unapata unapata maji, masomo kuhusu afya na mwisho kwenda kupata hizi huduma, kwa kweli ninawapongeza sana kwa sababu kuna kitu ambacho kinaitwa uniqueness. Unapoanzisha biashara lazima uwe mbunifu. Yani, tunawashukuru sana kwa kufanya huu ubunifu. Umefanya uzinduzi wa jengo la Fast Track. Fast Track ni huduma ya haraka ambapo mgonjwa atafika na atahudumiwa kwa, kwa haraka zaidi, na hii hii huduma tumeiweka baada ya wagonjwa wengi kuhitaji kuwepo huduma hiyo. Wanafika, wanataka kupewa huduma za haraka, kwa hiyo tukaona tuweke jengo ambalo litawahudumia wagonjwa hao, ingawa bei zao zitakuwa tofauti na hawa wengine. Lengo si kuwafanya hawa wengine ambao hawatatumia huduma hiyo kucheleweshewa matibabu au vipimo. Hapana, lakini wagonjwa wengine pia watapewa huduma hiyo, wataendelea kuhudumiwa, ila yule anayehitaji kwa, anayehitaji hiyo huduma ya haraka atapewa, atakuwa na sehemu yake maalumu, na malipo yake yatakuwa tofauti na wale wengine na huduma hiyo kwa kumwona daktari itakuwa ni shilingi elfu kumi tu kwa mwazo, sasa hivi tunavyowaza, ambapo katika jengo moja tuna huduma zote zinazopatikana ikiwemo famasi, maabara, vyoo, vyumba viwili vya madaktari, sehemu ya kupumzika wagonjwa.